Ndugu zangu huu ni wakati ambao kila ukisikia neno la Mungu linahubiriwa unalishika kwa nguvu. Unaona ambavyo sisi tumevuka na tumevukisha dunia na tumeivusha Tanzania kabisa. Mtu asiyekubali hakubali tu kwa sababu ya shida zake, lakini tumevuka na tumeivusha Tanzania na tuna jukumu la kuendelea kuivusha na watu wake Dunia ina agenda za kidunia ambazo zimefungwa kama kitu chema, lakini ndani kuna uovu, na Mungu ametusaidia kusimama katika sehemu iliyobomoka, siyo tu ya kanisa, lakini ya mwili wa Kristo, kusema kwa ajili ya mwili wa Kristo, kufanya kwa ajili ya mwili wa Kristo. Na kwa namna hiyo, tunaye baba leo ambaye mimi alinifundisha mambo matano. Jambo la kwanza aliyonifundisha, alinifundisha kuomba. Nimejifunza kuomba kutokea kwake, kuomba kutokea kwake kwa. Kama baba nikimruhusu akufundishe wewe, kuna watu mtahama hapa leo tu. Baba kanisani alikuwa na kitu kinaitwa jiko. Hebu sema jiko, jiko hilo ni chumba cha maombi ambacho ndani yake kina kila kitu, ni self contained. Ukiingia mle ndani kuna choo kuna kila kitu kuchagua. Kwa hiyo baba anaweza kuchagua bwana fulani na fulani, utaingia kwenye chumba cha maombi siku tano, unaletewa madumu yako ya maji mle ndani, alafu wanafunga nje, watakuja kufungulia baada ya siku tano. Ungekuwa wewe unaba, unabaki wewe navyokujua, unabaki wewe kweli? Kwa hiyo unaingia mle ndani unaanza kupiga mle ndani, unapiga mpaka maombi yanaisha naanza kuangalia juu. Jambo lingine ambalo baba amenifundisha kumtumaini Mungu, baba amenifundisha kwamba hata mahala ambapo hapana maji ukimtumaini Mungu, jangwa linatoa maji, jangwa linatoa maji. Maisha ya kumtumaini Mungu peke yake. Jambo la tatu ambalo baba amenifundisha kulifanya neno la Mungu kuwa ndiyo mamlaka ya mwisho. Hakuna ujanja, neno la Mungu linavyosema ndivyo ilivyo. Kama huwezi wewe kulisimamia lenyewe, halijabadilika umebadilika wewe kulisimamia neno mahala panaposema fufueni wafu na fufua wafu. Kuna siku moja baba alikwenda kumtembelea mshirika wake ambaye sisi tulikuwa washirika wakati ule. alikuwa na umwaumwa. Sasa alipokwenda kumtembelea akamkuta mshirika yule, hali yake kama ana nafuu nafuu, anaosha vyombo, anaosha vyombo, amepata nafuu. Baba akamwombea kwa kuwa anamwombea, siuni ikitokea huyo binti akaombewa, baadaye akafa. Yaani alikuwa amepata nafuu nafuu, lakini alipoombewa akafa. Sasa najua polisi wakaingia pale, wakampeleka polisi, wakamwita baba kwamba, wewe, wakamuuliza baba Akamwambia, mwaka huu umeombea wangapi? ume, ulipowaombea wakafa? Baba akamwambia huyu ni wa kwanza. Yani mwaka huu ni wangapi ambao uliwawekea mikono badala ya kupona wakafa? Akasema huyu ni wa kwanza. Kwa hiyo baba alinifundisha kusimama hata kwenye wakati mgumu. Watu wote anaowatumia Mungu amewatengeneza kwa hiyo baba ametengenezwa sana na Mungu, na kupitia kwake tumetoka wachungaji wengi ambao nikiwahesabu siwezi kumaliza. Mungu amemtumia kupita wakati kutupitisha kwenye wakati mgumu na kutufanya kuwa imara na kumtumaini Mungu peke yake. Jambo lingine ambalo baba amenifundisha ni kiu ya kuwaleta watu kwa Yesu. First to bring multitudes to the, to the Lord Alikuwa na kiu, alitufundisha sisi tukiwa vijana kwamba ikiisha ibada kama Jumapili, tuna megafoni, mnapita mtaa ule pale, mko watu kama wanne, anaimba mmoja njonjonjo, vijana, tumsifu Mungu, wanakusanyika watu, halafu mtu mmoja anahubiri hivyo. Ndio yakuwa maisha yetu, kuwa na njaa na kiu ya mambo ya Mungu. Lakini pia cha mwisho ambacho baba amenifundisha ni kujifunza kutokuwa na upendeleo, kuwapenda watu wote, kuwalea watu wote, kukaa na watu wote kwa usawa.